Alimgeuza ng'ombe ndio achukue chali wake. Je, itakuwaje? Kule Korea palikuwa na wasichana wawili waliokuwa marafiki tangu utotoni. Walikulia mtaa mmoja, wakasoma shule moja ya msingi, wakapita sekondari pamoja hadi wakajiunga chuo kikuu kimoja. Watu wengi waliwajua kwa jina la Jani na Moraa, marafiki wawili wasioweza kutenganishwa. Moraa alikuwa msichana mrembo kupindukia. Uso wake ulikuwa wa kuvutia, macho yake makubwa yenye mvuto na nywele zake ndefu nyeusi zilimfanya awe gumzo chuoni. Alikuwa na mwili wa kuvutia, na kila alipopita watu waligeuka kumtazama. Wanaume wengi walitamani kuwa naye, wasichana wengi walitamani kuwa kama yeye, na wengine walitamani tu kuwa marafiki zake. Upande wa pili kulikuwa na Jani, msichana mrembo pia, lakini mwenye nywele fupi na chache kichwani. Hakuwa na sura ya kuvutia kama ya Moraa, lakini alikuwa mwenye moyo safi, mwenye bidii na upendo mwingi. Mara nyingi walionekana pamoja wakicheka, wakisoma na kufanya mambo yao ya kawaida. Urafiki wao ulionekana thabiti na wa dhati. Siku moja, wakiwa kwenye mgahawa wa chuo wakila chakula cha mchana, kijana maarufu na mtanashati aliyetambulika kwa jina la Moji alijitokeza na kusogea kwenye meza yao. Moji alikuwa nyota wa shule mwenye mvuto na umaarufu mkubwa. Alitabasamu na kusema, samahani, naweza kuzungumza na wewe Moraa? Moraa alitabasamu kwa aibu na kumkaribisha akae. Moji akamgeukia Jani na kusema kwa upole lakini kwa dharau iliyojificha, naomba utupe dakika chache tu, mimi na Moraa tazungumza kidogo. Jani alitabasamu, akasema kwa utulivu, hakuna shida, nitakusubiri nje, Moraa kisha akaondoka kwa utulivu. Moji na Moraa walizungumza kwa muda mrefu, wakacheka na hatimaye kubadilishana namba za simu. Baada ya muda, Moraa alitoka nje kumtafuta rafiki yake, lakini hakumwona. Alimpigia simu na Jani akasema kwa sauti tulivu, niliona bora nirudi hostel, sikuona maana ya kukaa peke yangu pale. Moraa alihisi huruma na akamhakikishia kuwa hawatengani. Usiku uliofuata walikumbatiana hostelini, wakacheka na maisha yakaendelea kama kawaida. Siku zikapita, ikafika siku ya kuzaliwa ya Moraa. Wanafunzi wengi walifika kwenye chumba chake wakileta zawadi. Alipokea maua, kadi na keki. Moji naye alifika na kumpa maua mazuri ya waridi. Kila mtu alifurahia. Wakati huo, Jani alimwambia kwa tabasamu, zawadi yangu imechelewa kidogo, lakini utapenda. Mora alicheka akasema kuwa haina shida. Sherehe iliendelea kwa furaha na muziki, kila mtu akicheza na kusherehekea uzuri wa Mora. Kesho yake walipokuwa wakitembea kuelekea darasani, Jani alimwambia rafiki yake Mora, sasa nimekuandalia zawadi yangu ya kipekee. Alitoa sanduku dogo la velvet na kulifungua. Ndani yake kulikuwa na mkufu wa fedha wenye kunga huu ni wa kipekee sana, alisema Jani kwa sauti ya upole, na kutaka uvae daima, usijaribu kuutoa shingoni, maana ni alama ya urafiki wetu. Moraa alifurahia sana, alitabasamu na kusema asante Jani, nitauvaa kila siku. Jani akamwambia afumbe macho ili amvalishe. Moraa alipofumba macho, Jani alimvisha ule mkufu shingoni kwa makini, lakini wakati huo huo jambo la ajabu lilitokea uso wa Moraa ukabadilika, sura yake iligeuka kuwa uso wa ng'ombe. Moraa hakulijua lakini watu waliokuwa wanapita karibu nao walishangaa kwa hofu. Wengine walipiga kelele, wengine walikimbia. Moraa alihisi tu watu wanamtazama ajabu, lakini hakuelewa kwa nini. Kila alipopita watu walimcheka au kumsogea kwa hofu. Siku zikapita, Moraa alianza kuhisi wasiwasi. Mbona watu hunitazama kama nimepoteza akili, aliuliza. Jani kwa upande wake alianza kupata sifa zote. Moji alianza kumtazama Jani zaidi, akizungumza naye mara nyingi. Jani moyoni alifurahia akisema kimoyomoyo, sasa watu wataniona mimi, siyo yeye tena. Lakini Mungu hachoki kuona haki ikishindwa. Siku moja jioni walipokuwa wakitembea barabarani baada ya darasa, walimkuta mama mzee ombaomba amekaa chini ya mti akitandaza sahani yake ya bati mbele yake. Moraa kwa moyo wake mwema alitoa pesa na kuweka kwenye sahani ya yule mama. Jani alikasirika. Mbona unaharibu pesa zako kwa watu wachafu kama hawa? Alisema kwa dharau. Yule mama mzee aliyeitwa Bibi Nana alimtazama Moraa kwa macho ya huruma kisha akasema kwa sauti ya juu, wewe mtoto, ule mkufu unaovaa umetoka kwa mizimu. Utoe haraka kabla hauja kumaliza maisha. Moraa alishtuka. Mkufu huu, lakini rafiki yangu Jani ndiye aliyenipa. Bibi Nana alitikisa kichwa na kusema, huyo si rafiki wa kweli. Amekupa zawadi yenye laana. Utoe uone ukweli. Jani alikasirika sana. Alimkaribia yule mama mzee na kumpiga kofi kwa hasira akisema, wewe ni mwenda wazimu, usimkosee rafiki yangu. Moraa alishangaa sana, hakuwahi kumwona Jani akifanya kitendo cha ukatili kama hicho. Machozi yakamtoka, akamwangalia yule mama ambaye sasa alikuwa ameshika shavu lake, lakini bado alisema kwa sauti dhaifu, Moraa, toa ule mkufu haraka. Uone sura ya rafiki yako itakavyobadilika. Kwa hofu, Moraa aliinua mikono yake na kuvuta ule mkufu kwa nguvu. Mara tu alipoondoa shingoni, upepo mkali ulipita ghafla, miti ikatetemeka, na kwa macho ya kushangaza, sura ya Jani ilianza kubadilika mbele yao. Uso wake uligeuka na kuwa wa ng'ombe mkubwa mwenye macho mekundu na mapembe mafupi. Moraa alipiga kelele kwa hofu, "Ee Mungu wangu " akaanguka chini akitetemeka. Wanafunzi waliokuwa wakipita walikimbia kwa hofu kubwa. Jani alilia kwa sauti ya ajabu, akaanza kukimbia kuelekea msituni, na tangu siku hiyo hakuwahi kuonekana tena. Habari ilienea chuo kizima. Kila mtu alizungumza kuhusu Jani na laana ya mkufu. Moraa alibaki mwenye huzuni kubwa, lakini moyo wake ukajifunza somo kuu, kwamba si kila anayekuonyesha tabasamu ni rafiki wa kweli. Baada ya kumaliza masomo yake, alirudi nyumbani akiwa mwenye furaha na amani. Alijiambia moyoni, sitawahi kumruhusu mtu mwingine aniite rafiki. Rafiki wangu wa kweli ni mama yangu na dada yangu tu. Na tangu siku hiyo, maisha ya Moraa yalijaa amani na hekima. Urafiki wa uongo ulikuwa umeondoka na ukweli ukabaki kuwa mwalimu wake wa maisha.